Katibu mkuu wa umoja wa vijana UVCCM Taifa Joketi Mwigelo akiwa mkoani Ruvuma ametembelea na kujionea mazingira ya shule ya Seminari Likonde iliyopo wilayani Mbinga mkoani mkoani humo. Ikumbukwe kuwa shule hiyo inahitaji ukarabati mkubwa ambako mpaka sasa majengo mengi yanatimiza umri wa miaka sitini na tano tangu kuanzishwa kwake. Naiona seminari hii kama ni sehemu ya nembo za mji wetu huu wa Mbinga. Kwa hiyo kikubwa, tumekuja hapa baada ya kupokea ile barua kuona mazingira yalivyo, alafu sasa tutaendelea na hatua zingine ya kujipanga jinsi ambayo tunaweza tukashirikiana na uongozi wa seminari yetu hii kwenye kuboresha haya mazingira, ili yawe rafiki kwa vijana ambao wanakuja kupata hapa elimu ya kujiendeleza. Mambo mengi mazuri tumeyafanya, kwa hiyo ni imani mm, yangu hata hili, tutaika mkakati mzuri na timu zima kufikia malengo, lakini mimi zaidi sana Baba Askofu. Asante sana. Umekuwa ni mtu wa maono makubwa. Asante. Umekuwa ni mtu ambaye unapenda kufanya, hii ni uongozi ambao ni shirikishi. najumuishi. Asante sana. Na umekuwa ni mwepesi wa kuwasiliana na sisi watoto wako wadogo zako kwenye masuala mbalimbali ya kijamii yanayohusu jimbo letu hili la Mbinga. Kwa hiyo na sisi tunakutia moyo, tunakushukuru. Mungu aendelee kukutumia Napenda kutoa shukrani za dhati kwa mheshimiwa katibu mkuu wa umoja wa vijana CCM Taifa kwa kukubali mwaliko wangu wa kuhamasisha makundi mbalimbali ya watu kwa ajili ya ukarabati wa kituo hiki cha malezi na mafunzo, kituo ambacho kimetoa tayari uh, wataalamu wa watu wa tasnia mbalimbali kwa ajili ya taifa letu, lakini pia kwa ajili ya kanisa mahali ya na tunafikiri kuwa kwa kukarabati kituo hiki kitaendelea kutoa rasilimali watu kwa taifa na kwa kanisa kwa wingi zaidi, na hivi kuleta maendeleo katika eneo hili katika ujumla wake, taifa letu la Tanzania. Nasema asante sana, tunashukuru sana. Kwa majina naitwa Rudovik Kapinga, ni mseminari wa kidato cha 4 katika seminari ya Likonde. Kwanza kabisa nipende kumshukuru Mungu kwa kuweza kutuunganisha hapa sisi wote leo na hadi ya wakati huu, na pia napenda kumshukuru mkuu wetu katibu mkuu wa, wa umoja wa vijana CCM Taifa kwa kututembelea na kuwa nasi siku ya leo. Kwa hilo ambalo unataka kulifanya kwetu, itakuwa faraja kubwa, na pia itaweza kuvutia wanafunzi wengine kutoka, kutoka mahali pote waweze kuvutiwa na hii shule na pia itaongeza itaongeza jitihada kwetu hadi kufikia wito wetu na lengo letu maalum ambalo limetuleta hapa.